Na ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, asalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh, tukiwa katika nchi ya Moroko mji wa Rabat, tukiangalia salamu za Eid karibu oh, sana katika kipindi chetu cha salamu za Eid. Na leo tunauliza watu mbalimbali walikuwa nchi ya Moroko watueleze wamesherehekea vipi Eid ya leo, Eid al-Fitri au wameionaje Eid ya leo katika nchi yao ya Moroko. Watu hawa ni wa Tanzania washazoea kusherekea Eid wakiwa Tanzania, sasa leo tuangalie katika nchi ya Moroko wamejipanga vipi kusherehekea siku ya Eid. Ungana mimi Abdul Aziz Hilal kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, tupate salamu zaidi kutoka Morocco, Zahmidi TV morokoa <tambi> kupata maoni mbalimbali kuhusiana na sikukuu ya Eid katika mji wa Rabat, tukiwa na shehe mwingine hapa. Shehe, salamu alaykum. Wa alaykum salamu warahmatullahi. Shehe <tambi> <tambi> bwana, tungeomba kwanza kufahamu vizuri ili tuendelee na mahojiano katika siku hii ya Eid. Mimi naitwa Muhammad Abdullah Saif Addaruwesh. Naam ni natoka katika daula ya Tanzania eh, katika wilaya ya Muheza, tanga Tanga. Sasa shekhe bwana, tujeomba kushea kidogo hizi hisia za furaha za sikukuu hii ya Eid. Hivi wewe kwa uoni wako wewe ume, ume, umefurahi vipi, au umesherekea vipi sikukuu ya Idi ya leo? Alhamdulillah, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata umri wa kuweza kufika katika siku hii adhimu yaidu Idul Fitri, idi ambayo kwamba sisi Waislamu ni siku ya kufurahika. Na kusema ukweli, furaha yangu mimi hapa Moroko nitataka nitoke nione baadhi ya sehemu ambazo kwamba zaonwa na watu wa Moroko kuwa ni sehemu nzuri ni sehemu za za kufurahi, ili na mimi nipate kwenda Tanzania kuambia bwana Moroko kuna sehemu hii na hii na hii, kwa mazingira kwa ujumla, ili niweze kujua zile shaairilah katika hii daula ya huku Moro. Jambo zuri sana. Hivi, kwa mujibu wa uzoefu wako katika sikukuu ambazo umesherekea ukiwa Tanzania mm, na hii ambayo umesherekea ukiwa Moroko, ni kitu gani ambacho umekikosa hapa Moroko ambacho ulitamani sana ukipate ambacho ulikuwa unakipata ukiwa Tanzania? Aa, kusema ukweli, kwanza nimekuja kujua kuna ukubwa, kuna undugu na ilaka kubwa ya waislamu dunia nzima, sababu kama Tanzania, sijaona utofauti mkubwa sana tunavyosherekea huku na wanavyosherekea wa Tanzania kwa sababu furaha wenyewe wanazni, wanakuambia furaha haina maana maalum. Kuwa furaha ni jambo gani? Ni kila jambo ambalo kwamba wewe litakutia furaha, maadamu limetoka katika uharamu, basi inaweza kuwa ni furaha kwako wewe. Kwa hiyo mimi naweza kusema kuwa sura, nyuso za watu wote tulio wa Mali, wa Senegal, waliokuwa hapa, wa Nigeria, wa Tanzania, wa Kenya, wote walokuwa hapa, naona sura zao zina furaha, kwa hiyo wengine kama ukiangalia kule wa Mali wana zikri eh, Tarikatul Qadiria ni kubwa, Tijani wanafanya mambo yao. Kwa hiyo ni ni habari nzuri tu na habari za kheri, na sisi tunapata kuona maendeleo ya Kiislamu na furaha mbalimbali. Sasa najua mm. bwana, Idi ni siku ya kufurahi, na miongoni mwa furaha ambazo zinapatikana ndani ya sikukuu ya Idi ni vyakula, vinywaji mbalimbali. Ii, kwa mfano ikatokea ukapewa sahani moja ambayo ina vyakula, wewe ungependelea viwe vyakula gani katika sahani hiyo ambayo ungetumia katika siku hii ya Idi? Kusema ukweli, kwa vyakula vyao huko Moroko wallahi sisi wa Tanzania ni mtihani mtihani, hmm. Lakini ku, viko vitu kama kuku kama nyama mbalimbali mbali, lakini kile chakula chao naita kuskusi kule Tanzania tujue kuona kuskusi kuskusi. Hata wali wao wanavyopika huko ni tofauti na kule, lakini sisi tunakula kwa sababu ile sabbi ile ile kuziba ile njaa tusife, lakini vyakula vyao ni wao wenyewe, kwa huku ni vyakula vya kikarimu sana, ingawa kwa sisi hatujavizoea, lakini tukivizoea itakuwa na sisi tutaviona ni vyakula vitukufu. Mimi chochote kitakachokuja katika inshallah nitaruka ni mradi, kwa mujibu wa maelezo yako ku, kama kuna mm -hmm. simtofahamu kidogo, tuambie kati ya Tanzania mm -hmm. na Moroko, wapi wapo wapi, wapi, bombastic a sana katika siku ya Eid ah. ah. kuhusu Tanzania na Moroko lazima la chakula sa... kwanza, alhamdulillah asubuhi tumepata, tumepata vyakula ambavyo kwamba kwa Tanzania naweza kasema kuwa ni viko lakini kuna utofauti. sawa sawa, zile keki, biskuti zile juisi zao, utaona zina utofauti na hii, naona ni kuwa ni maendeleo kwa sababu huku wako kiulaya zaidi. hmm. ni vitu vizuri, vitu vitamu la vidha. na hii yote inaingia katika tariku taklili al akli, miongoni mwa njia za kupunguza kula Mwenye sahibu taalima anakwambia al aklu adasmata al, al, al ashha oh, ni kula vyakula vitamu sana na vyenye mafuta. Kwa hiyo leo tumekuwa vyakula vitamu ili tusile sana sa, sa, lakini mimi sa, nasema kwa japokuwa mm, umetupa vyakula vitamu kule hatujakula sana lakini hapo mchana kita eleweka. Kita eleweka, apo kitaeleweka. Hapo mchana kitaeleweka, kitaeleweka. Inshallah inshallah. Mchana, mchana basi shaka na kushukuru sana, Morocco, kwa kuendelea kupata salamu za Eid katika nchi ya Morocco kwa Watanzania. Kwa hiyo tunashukuru sana. Ungependa kutoa neno lolote kwa Watanzania? Na, ya ya ya ya bwana, mimi ndugu yenu Muhammad ibn Abdallah huku Morocco nawapa congratulation ya hali ya juu sana, nawapa hongera kwa kuhudhuria. Nadhani tumekisha nao masaa matatu matatu sisi huku a, ni saa... ni saa tatu sasa hivi na dakika 38 kwa Tanzania ni saa sita iyo, pilau, shaiwa. Hey, shaiwa. Shaiwa, shaiwa. na dakika 38 kwa hiyo, hmm. huko naona sasa hivi pilau biriani tayari. Eh, lakini sisi huko ndo tunakula chai. Kwa hiyo nasema, huko pigeni pilau vizuri na muende mkasherehekee katika sehemu ambazo zinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani tumetoka katika ibada kubwa. Sasa Mwenyezi Mungu atuone baada ya ibada hii kweli, ibada yake imetufunza na kuepuka maasi. Maana aasa Allah fi yaumi lidi fakaannama asahu fiyaum lwaidi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atukinge na maasi maasia, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi